Wow, umeona sasa. Hapa unakuja setting hapa, afu unaingia setting, unakuja customize hapa hivi customize button, afu unakuja hapa customize, hapa una customize. Ukija hapa ndio unapangilia wewe unatumiaje, kama ni two finger three finger hivi unapangilia Mfano, ukitaka kusogeza au kwamba hichi kikae hapa, hichi kikae hapa una unakishikilia una umona unaweka hapo au unarudisha hapo hivo, hapo hivo ko vyote. Sasa hizi za gani zipo huku, hizi zinaitwa pik, hizi zinaitwa pik. Ukishamaliza unapanga panga au unavyotaka unasevu hapo, unasevu hapo hivi, alafu unatoka nje kwa hapo. Ukitoka nje unakuja hapa sensitivity, kasose uh, unakuja control. Ukija control unatafuta sehemu imeandikwa pik hapa, umeona, tafuta pik alafu eka enabo, alafu chini yake weka tap alafu pik open scope weka no. Ukiweka yes, ukibonyeza hichi cha kuchungulia hivi scope inafunguka moja kwa moja. Kama unataka hivyo unaweka enabo kama utaki unaweka disable na kamera inabo, vitu kama hivyo tu.